Karibu tena. Mwanafunzi aliyeripotiwa kutoka chuo kikuu cha Multimedia siku ya Jumapili amepatikana ameuawa, na mwili wake kutupwa kwenye tangi la maji. Inadaiwa kuwa mwili wa Silvia Kemunto uliowekwa kwenye begi kabla ya kutupwa kwenye tangi hilo, na mshukiwa mkuu akiwa mwanaume aliyeripotiwa kuwa mpenziwe. Odi Francis ametuandalia taarifa ifuatayo. Kupotea kwa ghafla na kupatikana kwa Sylvia Kemunto, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Multimedia, kumezua maswali chungu nzima. Sylvia alitoweka kwa hali tatanishi Jumapili iliyopita. that that uh, um, the him In some different places without disclosing the places. Mama yake Silvia akiwa nyumbani Kawangware alituma pesa za matumizi kupitia simu ya mzee wa kanisa. Kwa wasiwasi wasi, alijaribu kuthibitisha kama Silvia alipokea pesa hizo, lakini simu zake hazikujibiwa. Akijawa na hofu kutokana na kimya hicho, mamake Silvia alisafiri hadi chuoni na kupata binti yake amepotea. Silvia ile kitu aliniambia, kuna kijana anamsumbua ana ampendi, huwa ana mfosi anataka akuwe rafiki yake. Siku ya kupotea kwake, Silvia alikuwa peke yake katika chumba chao cha Block B baada ya mwenzake kuondoka kwenda kanisani. Naam, ni kitanda hiki ambacho Silvia Kemunto alikuwa anakitumia hapa katika chuo kikuu cha Multimedia, ambapo baadhi ya vitu ambavyo majasusi wameweza kupata katika eneo hili ni taulu ambayo ilikuwa na chembe chembe za damu pamoja na makamasi ambayo wameenda nayo ili kuweza kutatua kitandawili cha iwapo eh, kuna zile sampuli za DNA kuweza kuangalia eh, iwapo zitakuwa zinalinganishwa na mshukiwa mkuu katika kesi hii. Uchunguzi unaonyesha kuwa mpenziwe Silvia Eric Mutinda alitembelea chumbani kwake saa saba mchana siku hiyo. So the police were engaged from Tuesday and uh, when the... Uh, tried to check the movement of the girl through her mobile phone. It was discovered that the girl actually had the mobile phone on the whole of Sunday and she was within the university. And the mobile phone was switched off on Sunday at 10 p.m. That finding from the police was very important because it indicated that the girl never left this university. Mashahidi wanadai kwamba Eric alionekana akijaribu kubeba sanduku lililodaiwa kuwa la Silvia, kutoka chumba chake ghorofa ya tatu hadi makazi yake mwenyewe katika block E chumba nambari 301. Na mimi nikakuja majioni kitu ya ya tena hapo, nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head hapo kwa head kama pillowcase, and then it felt uncomfortable, then aka decide kuyeka hapo tu kando ya ya hiyo desk and then after that The morning kuamkia e, niliamka kitu eight, hapo nikapata huyo jamaa bado nikashatoka, na iko around na the suitcase was also not around. Jumatano, Aprili tarehe mbili, harufu mbaya kutoka block E ilivutia waliokuwa wana msaka Silvia. Chanzo cha harufu kikatambuliwa katika tangi la maji juu ya paa moja la bweni hili, ndani yake mwili wa Silvia Kemunto uliokuwa umeharibika ulipatikana siku tatu baada ya kutoweka kwake. Tunataka kuchua ukweli sana sana kutoka kwa Sule. Mtoto akiuawa harusi kwa auawe, hakuna kupiga kelele? Si alikuwa anapiga kelele hapo karibu, hakuna mwenye alikuwa anasikia na kitambo wa mfurute wa mpepe wamuingise kwa tangi? Huku ni kusema hakuna mwenye aliona. As an institution, how, where are we heading? Ha, what is the guarantee and the safety of our girls around men? Those are the questions that we remain asking ourselves. We just, it's an ample play from the institution. If we can get an awareness to both the men and the female about campus relationship. Nam, ni katika eneo hili ambako mshukiwa alipanda na mwili wa mwenda zake Sylvia na kuingiza mwili wake katika eneo hili ambapo ni tenki ya maji. Orofa ya nne katika bweni la wanafunzi chuo hiki cha Multimedia. Swala ibuka ni je, alifikishaje mwili eneo hili? Ode Francis, runinga ya Citizen, chuo kikuu cha Multimedia hapa Nairobi.